Ebwana, katika mtu ambaye ana siri kubwa sana, ambaye anaweza kuficha siri mpaka kufa kwake ni mwanamke. Maanake mwanamke anaweza kupata ujauzito wa mtu mwingine na akakwambia ni wako, na mtoto akazaliwa, na mtoto akakua na mtoto yaani akakuwa kabisa, yani mpaka yaani akaishi na wewe mpaka akafa na hicho kitu kisijulikane. Kwa hivyo, yani, katika watu ambao wana roho ngumu sana hapa duniani ni wanawake. Mwanamke anaweza kukuwa na akakuzika tuna mdomo peke yake. Kwa hivyo unapokuwa na mwanamke, lazima lazima ni hujue unaishi na kiumbe chengine kibaya sana. Yani mwanamke ni kiumbe chengine, yani sio tafadhali sio tafadhali. Mwanamke ana siri, yaani wewe acha, ndugu yangu tu, nakwambia, katika mtu namba moja ambaye anaweza kufanya siri yake mpaka kifo chake ni mwanamke, amini usiamini.